lakini kuna mambo makubwa sana yamefanyika. Tutataja machache tu hapa. Kuna mambo karibu kumi na moja, lakini nitataja machache. Ya kwanza, katika kipindi cha miaka mitano iliyopita, serikali ya awamu ya nane chini ya uongozi wa Dkt. Hussein Ali Mwinyi imeweza kuongeza asilimia au ratio ya upatikanaji wa dawa katika mahospitali kutoka asilimia hamsini na saba

Vile vile bajeti kuu ya dawa na vifaa tiba imeongezeka kutoka bilioni 17 mpaka bilioni 40. Kwa hiyo dunia nzima leo tunawakumbuka tangu mtu wa kwanza aliyetengeneza aspirin hadi kufika, na tunajua kwenye jungukuu letu tuna dawa zaidi ya elfu. Kwa hiyo nafikiri michango yao duniani ni mikubwa sana. Aidha vilevile niwapongeze mamlaka ya udhibiti wao wanaosimamia safety yaani usalama wa dawa katika jamii katika market zetu, sio kazi ndogo, ni kazi kubwa kusimamia usalama na ubora wa dawa. Kwa hiyo mimi leo, kama mfamasia, natoa shukrani zangu za dhati wafamasia wote hawa ambao wamechangia kwa namna moja au nyingine katika kupeleka huduma za afya mbele ni kuunganisha wafamasia wote wa Zanzibar kwa dhumuni la kuendeleza taaluma na kuleta kuweta maslahi ya wafamasia Zanzibar. Katika miaka mitatu ya kuwepo kwetu kisiwani hapa, yakfuia amba vitandu ya wafamasia yalikuwepo zamani, lakini kuzungumzia vyamba vitantu ni miaka mitatu ya kuu za julia rasm wepo kwenu visiwani kwe, kwe, kwe, Zanzibar tumeshuhudia tume mafanikio kadhaa ikiwemo kuimarisha mshikamano wa wanataaluma kupitia mikutano ambayo tumeshaifanya zaidi ya mielimu, mafunzo, semina elekezi ya mafunzo ya kitaalamu na majukwaa ya kitaaluma ambayo tumefanikiwa kuandaa.